Kila mtu unayosikia umeitwa, sijui njoni kwazime kwa siuikazine kamboga, leo nimepika. Ah, sio hayo masikio. Kuna masikio ya ndani yanayosikia hata sasa ninachofundisha. Kuna mtu anasikia, anasikia bwana Yesu asifiwe, anasikia Mzee wenu huyu yeye amebahatika sana kwa sababu kuna wengine wako wazi sana kwenye mambo yale. Huyu amekuwa kila wakati akishatokea na jambo, yani kishamwambia tu kwamba tayari anakwenda kukutana nacho, ana yani hataachelewi, ana maana Mwanzo kipindi kile bado kabisa, anasumbuka anahangaika kabisa. Sasa anapata hela, anashangaa. Huyu amesemezwa, labda hata kama na 10000 anaileta yote, anasema baba, sina chochote na hii ndiyo inakwenda kunisaidia, lakini naitoa. Naambia ka kama, mwanangu, nenda nakwenda kukutana na neema yako. Utashangaa tu hata jioni haijafika, yani anacheka mno kwamba nimelamba laki nimelamba elfu hamsini. Bwana Yesu asifiwe. <muchimu> Nini ni ile namna ya kusikia, alafu ukatengeneza imani. Lakini wengine mkitoka hapa mtaona tu kama mchungaji wetu alikuwa anaruka kama nivyosema, sikuaa yani angekuwa na mwili mdogo, angekuwa anafika kule kwenye maji ah. Uwe na sikio, tatizo lilo la kusumbua hau sikio la kusikia hicho ndio kimekwamisha watu wengi kwa sababu chanzo cha imani nimesema shamba la kuchipua imani ni ile kusikia sasa kama hauna sikio la kusikia utasumbua hata kama angekuja nani hata kama angetokea nani utabaki hivyo hivyo unapaswa kuwa na sikio la kusikia lakini tatizo hauna sikio la kusikia Nisomee kitabu kimoja cha Ezekieli kumi na mbili usani wa pili. Hili ndio tatizo kwenye maisha ya mtu. Husikii kila ninachokufundisha. Ni kweli uko hapo umekaa, lakini husikii. Na hii ndio imewasababisha Wakristo wengi wamebaki kwenye eneo hilo. Sasa sikia hawatakuwa hapo walipo leo. Amen. Hawataishi maisha ambayo anayesikia anayesikia, hafanyi kwa mtu aliye kisiwi, asiyeweza kusikia, maana atasumbua, maana mtu huyo haelewi kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya nini. Unaweza hapo tatizo lako la katika mazingira hayo kwa sababu unasikio lisiosikia, lakini na chanzo cha imani huwa ni kusikia. Sasa kama kile kipengele cha kusikia hakipo, imani inachipulia wapi? wapi? Imani imejengwa wapi, kama chanzo cha imani ni kusikia na kusikia huja pakizo. Sasa kitu kusikia hakipo, hiyo imani inakaa wapi? inaanzia wapi? Kwa hiyo kama hatuna sikio la kusikia, ndio tutajikuta tuko kwenye mazingira yale tu, mtu anapiga tuma, yani wewe wewe ni wa hivyo hivyo tu, na katika hali unamfanya kama Mungu hana uwezo wa kufanya, lakini Mungu anatembea na machito yenye imani, anaweza akampigia Yesu makofi na virae.